umbe wangu kwenu, kapteni na timu yako hapa, ni nchi. Mmepambana vita yenu peke yenu, wazazi wamewashika mkono, vipaji vimeonekana. Sasa umefika mahala taifa linawategemea na, na taifa letu, kwa sababu ni sehemu ya kukua. Tunaamini ya kwamba mnajenga msingi ambao na sisi watakao watakaokuja watoto wetu na wajukuu zetu inawezekana Tanzania ikaja kuwa bora kati ya nchi bora duniani zenye watu wenye vipaji vikubwa vya michezo na kubadilisha kuwa sehemu ya ajira na uchumi wa taifa letu. Tunaweza kuwa na sababu zote za kujiona wanyonge, tunaweza kuwa na sababu zote za kuona tunastahili kushindwa, tunaweza kuangalia tukajilinganisha na wenzetu ya kwamba wenzetu wana uzoefu mkubwa kuliko sisi. Lakini lakini minaombeni kwa moyo mnyenyekevu tuchague kushinda, tusikubali vita ya pili ya saikolojia tugongwe na maneno ya watu, kwa kusoma takwimu zao, halafu si tukakata tamaa kwamba hatuwezi kutoboa. Si tuseme kwamba pamoja na mazingira yetu magumu, pamoja na kwamba sisi hatuna watu wenye uzoefu mkubwa kuliko wenzetu, lakini sisi tumechagua kushinda. Tukiweka hiyo sauti ya umoja, nina imani kabisa ushindi utakuwa upande wetu wa Nigeria tunawafahamu. Waganda tumeshacheza nao, tunawafahamu vizuri tu. Tunisia tunawafahamu. Ebu tumtangulize Mungu, anaweza kutupa maarifa na mbinu mpaka tuishangaze dunia kwamba hivi ni hawa. Wataanza kucheki na rekodi ya kocha, watakuja kucheki de... bechi letu la ufundi, watakuja kuesto... yani watakuja kuangalia mpaka tunalipwa shilingi ngapi, yani wakiangalia kote kwenye hizo vigezo vyote, si hatufai lakini tukawaonyesha maajabu ya kwamba tuna uwezo wa kuwa tofauti na namna ambavyo wanatuchukulia, kwa sababu na wao wanatusoma kama sisi tunavyowasoma wenzetu. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru tena na kama mtalizia, kwa sababu najua muda wenu ni mchache, na jitahidi kuwasiliana na waziri wetu na viongozi wenzetu ili tuweze kupata nguvu nimeomba na Watanzania wengine wenye uwezo wa kuja waje. Unajua, wakati mwingine mkiwa pale uwanjani mnacheza, halafu mnasikia sauti za watu wa nyumbani, inawapa nini? Yule mchezaji namba kumi na mbili tunamsemaga ni muhimu sana kwenye kwenye uwanja.